Mambo cha usiku? Poa tu malaika, vipi hali yako? Mimi si jambo. Naona leo umekuja na mgeni, nitambulishe basi. Aha, huyu ni rafiki yangu anaitwa Alex, nimepita naye tu hapa mara moja kukusalimia. Oh, karibu sana Alex. Asante sana Malaika. Ehe, vipi kazi zinaendaje? Kazi zinaenda vizuri rafiki yangu napambana mambo yazidi kwenda sawa. Nafurahi kusikia hivyo. Alex, usiwe mnyonge jisikie upo nyumbani, usijali Malaika. Ila naomba nikupe hongera zako. Hongera za nini tena? Nimevutiwa sana na nyumba yako, kwa kweli umeipangilia vizuri sana. Asante sana Alex. Cha Usiku, nakuomba mara moja tukaongee jikoni. Poa. Alex, tusamee tafadhali, tunarudi muda si mrefu. Sawa, hakuna shida, nyie endeleeni tu. Rafiki yangu, mbona sielewi? Naona umekuja na mkaka mpole na mtanashati, au ni mchumba wako? Hapana malaika, huyu ni rafiki yangu tu, ila ni rafiki mzuri sana. Yaani ukarimu na upole wake ndiyo sifa yake kuu. Mimi nimependa kumfahamu zaidi Sawa basi, mimi naweza kukuacha naye, upige naye stori ili mfahamiane zaidi. Utakuwa umefanya jambo la maana sana, rafiki yangu. Poa basi, turudi sebleni, alafu nitajifanya naenda kuongea na simu ili niwapishe mpige stori. Sawa, hilo ni wazo zuri. Samani kidogo, natoka nje, kuna simu ya muhimu nahitaji kuongea nayo. Poa rafiki yangu, we nenda tu, mi niko hapa na mlinda Alex. <laughs> Hatimaye nimepata mlinzi. Ehe, Alex, unasoma au unafanya kazi? Samani lakini kwa maswali yangu magumu. Hapana, usijali, wala sio maswali magumu. Mimi nimemaliza chuo tokea mwaka juzi, lakini bado sijabahatika kupata ajira. Oh, sawa. Na huwa unapenda kwenda wapi kuondoa mawazo? Mimi huwa napenda kwenda Swahili Juice. Yaani, nikifika pale nikapata juice ya passion, huwa nafarijika sana. Wow, kumbe na wewe unapenda juice ya passion kama mimi. Na ukiwa pale huwa unapenda kuagiza chakula gani? Maana mimi pale Swahili juice ndio sehemu yangu ya kujidai. Mara nyingi huwa anapenda kuagiza ugali na nyama choma, maana ndio chakula ninachokipenda sana. Hey, Alex, mbona kama upo kwenye akili yangu jamani, mimi pia huwa napenda hicho chakula sana. Inabidi tutafute siku twende. Naomba namba yako tafadhali. Sawa, nipe simu yako nikuandikie. Hii hapa nimerudi. Jamani, mbona mnatabasamu hivyo? Kuna nini? Cha usiku rafiki yangu. Asante kwa kuniletea pacha wangu, yaani huwezi amini, ya vitu vyote ninavyopenda na yeye anapenda hivyo hivyo. Wee, basi ni jambo jema. Wacha sisi tukukimbia rafiki yangu, tutawasiliana kesho. Poa, kwa herini. cha usiku hivyo. Unajua, nimemwelewa sana Alex, yaani natamani anioe hata kesho. He, mbona ghafla sana rafiki yangu, imekuwaje tena? Hacha tu rafiki yangu, yaani yule kaka ana sifa zote za kuwa mme wangu, yaani kila nikizungumza naye anakuwa kama ni mtu anayenijua toka zamani. Kwa kweli najisikia furaha sana kuwa naye. Du, kwa hiyo nijiandae kwa harusi? <laughs> Wewe anza tu kuandaa gauni la harusi mapema. Na Alex mwenyewe ameshakubali? Hapana, bado sijamwambia kuhusu hili, ila nitaongea naye Sawa basi, jitahidi kuharakisha hili jambo, sisi tule ubwabwa. Usijali rafiki yangu. Bebi niambie bebi. Unajua mimi nakupenda sana. Najua bebi, yaani hata mimi pia nakupenda sana sasa. Nataka tuhame hapa, tuhamie kwenye nyumba kubwa. Bebi kumbe una nyumba nyingine tofauti na hii? Hapana sina nyumba nyingine, ila kuna nyumba nataka kununua niandike jina lako. Wow, kweli bebi, yaani nitafurahi sana. Asante sana kipenzi changu. Usijali bebi. Samahani kidogo, ngoja nipokee simu. Halo, habari salama. Habari za leo madamu? Nzuri, nikusaidie nini? Mimi ni mwakilishi kutokea kampuni ya MK. Nilikuwa nakuuliza kama kesho utakuwa na nafasi ili tujadili swala la ule mradi. Aha, sawa lakini kwa sasa mimi sihusiki na masuala ya kampuni. Maneja mpya wa kampuni ni mume wangu mtarajiwa, nitakutumia namba yake ili muwasiliane. Sawa, uwe na siku njema. Na kwako pia. Bebi, huyo ni nani tena? Hawa ni wawekezaji, wanataka tuzungumze kuhusu mradi mpya, ila nimewaambia kuwa mimi sihusiki, kwa hiyo nitakupa namba zao, wasiliane nao. Oh sawa bebi. Baby, mi niko tayari, nataka kuondoka sasa. Jamani bebi, ntakumisi sana. Sasa utarudi lini? Usijali mpenzi wangu, nitarudi baada ya siku tatu. Sawa, kwa heri. Kwa heri pia, ubaki salama. Hello. We Alexi, mbona napiga simu zangu tokea juzi haupokei, una shida gani? Hebu tumia akili, Cha Usiku. Hivi Malaika akigundua kuwa tunawasiliana kila wakati, huoni kuwa atatushtukia? Tuachane na hayo, hebu nipe mrejesho, umeweza kupata hela za kutosha? Bado sijapata, halafu haya mambo siyo ya kuongelea kwenye simu Cha Usiku. Basi nakuja Malaika ndio ametoka sasa hivi, kwa hiyo jitahidi uje mapema ili uwahi kuondoka, maana sitaki tugundulike. Sawa. Hivi huyo anayegonga mlango kama mwizi ni nani? We cha usiku, kwani huwezi kugonga mlango kiustaarabu? Ustaarabu wa nini Alexi? mimi sikuelewi, ujue Nimekupa hii kazi mwezi mzima, ila hakuna hata shilingi moja uliyoingiza. Nini shida, hivi cha usiku? Unadhani hii kazi ni rahisi? Hii kazi ni rahisi sana Alex, wala usijitetee. Kama ingekuwa ni rahisi, si ungefanya mwenyewe? Sikiliza cha usiku, kama unataka huu mpango ufanikiwe, naomba utulie kama unanyolewa nywele, kwa sababu huu mpango unahitaji akili nyingi sana. Akili gani bwana, mimi nimekupa maelekezo yote kuhusu Malaika. Nimekuambia anapenda kukaa wapi, anapenda kula nini, rangi anazozipenda, yaani nimekuambia kila kitu, lakini bado unasema kazi inahitaji akili nyingi. Hebu usinipelekeshe cha usiku. Nimeshakwambia subiri, mambo yakae sawa. Mambo yatakaa sawa lini Alex? Mimi nataka huu mpango ukamilike leo, maana nimekupa mwezi mzima, ila umeshindwa kukamilisha. Kama unataka huu mpango ukamilike leo, hilo linawezekana. Hayo ndiyo mambo niliyokuwa nataka kuyasikia. Haya, niambie mpango unakamilikaje? Malaika kasafiri kwa muda wa siku tatu, kwa hiyo hapa inabidi tufanye mpango, tuite gari la mizigo likusanye kila kitu humu ndani. Najua hatutakosa milioni thelathini tukiuza hivi vitu. Wahalifu wakubwa nyie! Hapana baby, siyo hivyo, naomba unisikilize tafadhali. Nikusikilize nini? Nimesikia kila kitu mlichokuwa mnaongea. Malaika rafiki yangu, sio hivyo unavyofikiria. Tena wewe ndo unyamaze kabisa. Nilijua wewe rafiki yangu wa kweli, nikakuamini, nikakuthamini hadi nikakopa kwa ajili yako. Leo unanifanyia hivi kweli? Nisamee rafiki yangu. Ndio maana Alex alikuwa anajifanya anajua kila kitu kuhusu mimi, kumbe weye cha usiku ndo ulimwambia. Yaani nakuchukia sana Nisamehe rafiki yangu, haya mambo tunaweza kuyaongea yakaisha. Hakuna cha kuongea hapa. Askari naomba umuingie ndani na muwakamate hawa wahalifu haraka.